Hiyo funguo sio nyingine, ni shauku ya kupata urejesho. Shauku ya kupata urejesho. Wangapi wanapenda mwaka huu wafikie malengo yao? Sasa Yesu anasema kitu mojawapo ambacho anachokitaka kuona kwa mtu anataka aone shauku ndani ya mtu. Ndio maana nilipokuwa ninasema mwanzoni, watu wanashangaa shangaa, manake wamekuja hawana shauku ya kupokea kitu. Sasa asubuhi ya leo, funguo mojawapo Yesu anayoisema itakayetusaidia ndani ya majira haya ya msimu ambao Mungu ametupeleka ili tuone urejesho katika maisha yetu. Tunahitaji kujenga shauku ya kupata urejesho. Tunaposema ure, nani shauku, tunaongea habari ya hamu, tunaongea habari ya kiu. Amina, tunaongea habari ya hamu, tunaongea habari ya kiu. Kuna mwimbaji mmoja ameimba ameimba nasema, roho yangu ya kutamani, nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya kutamani, nirejeshe. Huyu mwimbaji anasema nafsi yangu ya kutamani, ame, ana shauku, ana hamu, ana kiu, kama vile ambavyo ayala Ayara ni wanyama ambao wanaishi kwenye milima kwenye maeneo makavu, mara zote wanaishi mazingira magumu. Sasa wanajaribu kuonyesha kama vile wale wanyama wanavyotamani tamani maji kwenye mito, ndivyo na yeye huyu mtu anasema anashauku, anamshaukia Mungu, ana kiu na Mungu, ana njaa na baba, ana kiu ya kumwona Mungu. Na mimi asubuhi ya leo nimekuja na ufunguo huu kwamba ya mtu yeyote anayetaka urejesho sharti awe na kiu ya kuona nini anahitaji arejeshewe mwaka huu kama alipoteza mtaji, aone shauku ya kupata mtaji tena. Kama alikuwa anapoteza amepoteza ndoa, aweke shauku ya kurejesha ndoa. Kama alipoteza afya, awe na shauku ya kuponywa.